Naomba kama umekuja na Biblia fungua pamoja na mimi. Sikiliza, kama umefika sema amen. Naomba kila mtu ufungue pamoja na mimi, fungua pamoja na mimi. Naomba nitasoma. Biblia inasema hivi na Nonga nitasoma kwa jina la Yesu nisema amen. Amen. Kila mtu sasa changamke kwa sababu kuna mahali nataka tuelekee kwa pamoja, angala mahali hapa, hebu sema amen, amen. Biblia inasema hivi. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake wa wana wa manabii alimlilia Elisha akisema mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana majeshi majeshi, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wanawako wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda, ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingize ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimimine, ukavimimine mafuta vyombo vile vyote, navyo vilijaa, ukavitenga basi. Akamwacha, akajifungia mlango, yeye na wanaye hao, wakamletea vile vyombo, naye akamimina. Ikiwa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanaye, niletee tena chombo. Wakamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ma hebu sema amen. Naomba sasa unisikilize niangalie, Biblia inatuambia alitokea mtu mmoja, ni mcha Mungu. Hebu sema mcha Mungu. Mcha Mungu ni mtu aliyeokoka. Hebu nisikilize kwa makini, ni mcha Mungu aliyeokoka. Wakati nakuja hapa, hiki kitu ndio Roho Mtakatifu alichonifunulia. Hebu sema amen, amen. Mcha Mungu ni mtu e aliyeokoka. Alikuwa anampenda Mungu sana, na alipokuwa anampenda Mungu alikuwa ana baba yake wa kiroho. Baba yake wa kiroho tumesoma kwenye Biblia anaitwa Elisha, hebu sema Elisha. Elisha ndiye aliyekuwa anamuongoza huyu baba, na huyu alikuwa baba, alikuwa na, na mke wake. Ikafikia kipindi ambacho huyu mtu akaja akafa. Unisikilize kwa makini, mtu huyo akaja akafa alipokufa kuna mtu alikuwa anamdai. Alipokuwa anamdai akaja pale nyumbani kwake, alipofika akasema, sasa nimekuja hapa, ninachokitaka ninataka nyumba nataka kwenye na nyumba yako mama, anaambiwa naambiwa na mme na na wako alikuwa ni mtu wa Mungu. Mama, mme wako alikuwa anapiga majeshi majeshi mama, mama yako alikuwa ni muombaji, baba yako alikuwa ni mchungaji baba yako, alikuwa labda kusema alikuwa ni mtume labda ya nabii. Baba yako alikuwa ni muonaji wa kabisa, baba yako alikuwa ni mwimbaji. Wakamwambia licha ya kuwa yote haya, baba yako ana deni, na deni aliyonalo inabidi hatuna, hatuna, hatuna mbadala wa kufanya jambo lolote. Tunachotakiwa sasa, inabidi tuchukue wana wa watoto wako, na tutakapowachukua wa watoto wako, tunahitaji jambo la kwanza niwachukue mimi wawe watumwa wangu. Tunaanza kuona mambo, nisikize kwa makini. Wangapi tumeokoka hapa mko? Najua ebana, tuko kiongozi chap chap. Wangapi naamini Yesu alikufa msalabani? Wangapi unasema wewe na Yesu milele yote? Amen, majeshi majeshi. Tunamwona huyu mtu wa Mungu alikuwa anamcha Mungu. Naomba nikwambie jambo moja, umcha Mungu, umcha Mungu haiku haikuhakikishi kuwa kwa, kwa, kwa tajiri. Naomba msikize kwa makini, sijakosea sentensi yangu, sisi tunaelewana. Ndio maana nimeamua kuja na viongozi hapa. Kumcha Mungu haikuhakikishi kuwa tajiri. Lugha nyingine, hakuna mahusiano ya moja kwa moja kati ya mtu anayemcha Mungu na kuwa tajiri. Haya vitu linavyokwambia Ndivyo ambapo nimefunuliwa, siongei kwa shauri langu, naongea kwa shauri la yeye aliyenituma. Amen, tunamwona huyu baba anamcha Mungu, ni Steve mwimbaji, ni Emma mwimbaji, ni Lucy mwimbaji, ni Nadi mwimbaji, anamcha Bwana, anampenda Bwana, na anasema mimi na Bwana tu moja. Licha ya kuwa ni mtu alimcha Bwana, mwisho wa siku anakufa. Na anapokufa watu wadai wanaenda katika nyumba yake. Tunaanza kuangalia jambo la kwanza, usisome baba hiyo ni biko ambalo sisi, hiyo ni agano la kale. Agano jipya, hatuko hivyo, tunaweza kumtumikia Mungu na mali tukawa nazo. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Lazaro, anasema Lazaro, Lazaro ni agano jipya, agano la kale? Jamani, naomba tujibu kwa pamoja, agano jipya, agano la kale agano jipya. Lazaro aaro alika tajiri maskini. Alimcha Mungu Lazaro, akampenda Bwana Lazaro, akasema Bwana, mimi nakuana tu moja. Baadaye akawa anakaa kwa tajiri, tajiri anayetumikia viungu. Yule tajiri alikuwa hana uwezo wa kutupa hata makombo, alikuwa anachukua makombo, akimaliza anampa chakula ambacho kimeliwa na baadhi ya watu. Alafu kikaachwa. Rusi huwa na kawaida moja, ungeenda nyumbani kwake kikibatizwa, anakichukua anafuta sahani kule chini. <coughs> Aba alikibadilisha hiyo <jia> sahani, hebu <coughs> <Emu> sema, <coughs> sema amen. Sisi tumeelewana? Hebu sema amen. Sisi tumeelewana watu wa Mungu. Kile anakichukua na kifuta huu ama anajua sahani ya pili.

alikuwa ni mtu mwenye mali ana magari na range an, na kila kitu, hebu ame sema amen, okay. ni shetani amembarikia, amempa vyote na amembariki, na amemwambia sasa, chukua hizo yote, ame ame ame ame huyo mtu. Alafu akampata mtu mmoja anayepiga majeshi, anaenena kwa lugha, anayesema reba kapaye tetete huyo mtu ndo kawaida yake anakula makombo. Nikwambie kitu kimoja, unaweza kusema kama hapana, mimi siwezi kula makombo, ila maisha ya uhalisia ambayo wengi tunayaishi ni maisha ambayo tunakula makombo. Makombo ni visalia vya fedha vinavyobaki. Makombo ni visalia vya fedha ambayo vinavyobaki ambayo vinakulazimu udhalilishe utu wako. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanamcha Mungu ila licha ya kumcha Mungu wanauza miili yao ili wapate pesa. Na wengine ni watu wazima kabisa na anajua na mimi ni kiongozi na mcha Mungu sina hela ana ya matumizi sina hela ya matibabu hali mbaya kufanyaje? Anaamua anauliza watu wake. Ndio maana leo kuna vijana wanatembea na wamama, wamama watu wazima bapo, anajiuliza wewe kijana wa elfu moja mia tisa na unatembea na mtu mama wa elfu moja mia tisa sabini na mbili hivi, una changamoto gani? Atakwambia hapana, mimi nahitaji hela, na hicho ndo chanzo kikubwa. Sasa katika ek, kitu ambacho shetani amefanikiwa ame, ame kuwafanya watu wa Mungu wawe duni, ni hivi ya kuamini hivi, kunena kwa lugha. Sisemi kwamba kumcha Mungu ni vibaya. Kumcha Mungu unaposema mimi na mcha Mungu na ninampenda Bwana na ninaokoka, na awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ni sawasawa na kutengeneza msingi wa nyumba, lakini sio nyumba iliyokamilika. Majeshi majeshi, mmenielewa? Amina ema, kutajirika kuwa mtu mkubwa kufunguka kiuchumi uende mbali, kunenda kwa lugha ya kutoshi unena mwaalume kunahitaji ndiko kujenge msingi. Boma bila msingi litadondoka. Na msingi bila boma, yote yanategemeana. Inabidi kuna jambo la msingi tulifanye. Jambo gani? Jambo la msingi sana ambalo tunataka tulifanye hapa. Leo inabidi tuombe kwa yule Mungu wa roho. Amen. Tutatikisa kwa yule Mungu wa roho. Na tukitikisa tuta kwa sababu ukienda tu ukisikia baba na dalizo la moyo, ukienda kupima moyo anakuambia kupima tu milioni, kupima tu milioni mbili, kuwekewa zile pampu za umeme za moyo milioni sita, na una fedha. Inabidi kuna mtu mwingine, kutokuwa na nguvu ya uchumi unakufanya ufe kwa mapema. Na shetani anasema hapana Ninawaruhusu waende, ila naamuru hawaondoke na chochote. Ndio maana ukuta wengine wameondoka hawana chochote, ila wengine wameondoka bado wana magonjwa na shetani anawawekea ndani yao. Anaamuru, anasema hata kama mtaenda kwenye hati mtaenda kiwa mmechechemea. Ndio maana kuna wengine hapa akitembea anaumwa akifanya hivi anaumwa. Ndoa changamoto, mafanikio changamoto, fera haipo. Ukimuuliza unanena kwa lugha, anasema nanena kwa lugha. Ina maana ule ni msingi. Jambo gani linalotakiwa kulifanya? Zamani nimesema zamani, zamani alikuwa hivi, mtu akitaka kuomba alikuwa anaenda mlimani. Zamani mtu alikuwa akitaka kuomba anaenda mlimani. Naomba fungua pamoja na mimi kijitabu Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yoeli. Kitabu cha Yoeli sura ya tatu na mstari wa kumi na saba. Biblia Takatifu inasema hivi, ndivyo mtakavyo jua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu nikaaye Sayuni, mlima wangu mtakatifu, ndipo Yerusalemu atakapokuwa mtakatifu inasema mlima wangu mtakatifu ndipo Yerusalemu utakapokuwa mtakatifu, wala mgeni hawatapita tena ndani yake. Kama tunaanza kuona fumba, tena kitabu cha Mika, ukitoka hapo kwa Danieli, sogea tu mbele. Mika sura ya 4 na mstari wa kwanza inasema lakini itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba yangu utawepa imara juu ya ule mlima, nao utainuliwa juu ya milima, na watu wa mataifa watautendea kwa makundi na makundi, majeshi majeshi. Tunaanza kuona hapa kwenye kitabu cha Yoeli, Mungu anazungumza. Zamani watu walipokuwa wakitaka nguvu za Mungu zishuke, walikuwa wanaenda milimani kusema wa milimani, wakienda milimani, wanafika, wanaomba anatumialza siku tatu siku nne siku tano amepanda mlimani anaomba tu, Anamwambia Mungu nipe nioneshe. kwa mfano kuna mtu anaitwa Musa, Musa Mungu akamwambia hivi Mungu. Musa akaenda mlimani. Alipoenda mlimani ili achukue amri kumi za Mungu. Aliporudi akawakuta watu wa Mungu wako pale, wako pale wamekaa wanaabudu wa, wa, tena wa, miungu mingine. Ametoka mlimani kuchukua majibu. Ala, alafu yale majibu ayalete kwa watu wa Mungu, na anapofanikiwa kuyaleta kwa watu wa Mungu, watu wa Mungu yale majibu mnanii, au ni kumi inabidi zifate, ila zimetoka mlimani. Anakuja na zile angi, anawaambia amri ni hizi hapa. Ishu ametoka mlimani, ameleta. Baada ya kuleta yale majibu, yanatakiwa kuugiliwa tu. Kuna baadhi wa ah, ya watu wanasema si, no, baba yetu, sisi ni noma sana no. Baba kikufungishia, nimeelewa. Shetani amekufungia hapo, nimeelewa, ila katika matendo hakuna kinachofuata. Anasema noma sana, noma sana, noma sana yaani, yaani, leo nimeelewa ibada hii kuliko siku zote, ila ukimuuliza kile ulichukia leo umeondoka nacho, anakwambia na kitoka tu pale, amesha sahau shetani anaiba, anawaruhusu watu, anasema mchini tu bwana, ila unamcha Mungu unakuwa kama Lazaro. Unamcha Mungu ila unakuwa kama yule baba ambaye akakopa fedha na akafa akawa hana hela tena ya kulipa. Ukopa sio vibaya, hebu sema amen. Ngoja nikwambie jambo moja, kuna tofauti mbili kati ya mkopo na deni. Hivi, unapoenda kwenda kukopa benki, unasema bwana mimi nahitaji fedha. Benki wanakupatia karatasi. Wanakuambia sasa mkopo wako utakuwa hivi na hivi. Na utakua inaandikwa inaandikwa inaandikwa inaandikwa sheria zake, ukivuka ukiwa unaufuata ule mkopo, unarejesha kwa usahihi, unachukua fedha na rejesha, unachukua fedha na rejesha, unachukua fedha, ila alihesabiki kwa kama deni, sasa ukifuatisha ila unapokiuka miko na taratibu. Wakija kukufata, wanasema ni deni. Na maana huyu baba alikopa fedha bahari, ila zikamshinda, zikaja kugeuka sio tena mkopo, zikaja tena kuwa kama deni. Na baada ya muda, mpaka mtu yuko maututi, baba mmoja anafata hela zake, anasema ah, mimi nataka hela na kama sitapata hela, leteni watoto wake wawe watumwa wangu. Yaani, mtu wa upande wa kusini anasema leteni watoto wake wawe watumwa wangu. Baada ya muda, baadaye wanapo wanamwambia, bwana tulia, bwana anasema basi nipende mke wake, nipende mke wake. Si anajiita nabii? Si anajiita ni mtu fulani. Si anajiita ni mtu wa Mungu? Nipende mke wake. Angalia Elisha akasema, sasa we mama kuangalia chochote kile kilichopo ndani kile ambacho kinaweza kujaza mafuta, bilima vyote kusanyeni. Wakakusanya bila vitu vyote, akambi ingizeni ndani azima hizo vitu vyote na majirani, leta mafuta yatajani ndani, ni Elisha huyo. Mafuta yatajani ndani yakijaa, utachukua, utaenda, utayauza. Hebu sema amen. Utachukua, utayauza, utalipa nini? Na anapoambiwa hivyo anaambiwa kwa imani na baba na maskini mpaka tufate kanuni. Hebu sema amen. <coughs> Hatutoki kwenye umaskini mpaka tufate kanuni. Angalia kanuni ya utajiri mmoja wapo. Tajiri mmoja wapo ambaye ambayo kwanayo kwanza, haruhusu fedha yake idondoke bila mpangilio. Anasema hii fedha bila ya kunipa watoto wangu wakafanye kazi na dai hela hamsiki hapo. Ila watu wa Mungu tumwachie umeambia ukipima shavu hili rusi ezanaili ah, tumepoteza mara ngapi? Tumefanya mara ngapi? Hiyo ndio roho ambayo adui amepanda ndani ya watu, roho ya kuacha. Tunamwona huyu mtu ana mali na ana kila kitu, ila haachi, na anasema mimi siachi, na anafuatilia mwanzo mpaka mwisho, anasema hapana licha ya kuwa hata kama kuna msiba, licha ya kuwa hata kama kuna nini, ninachokitaka ndicho kitakachokuwa. Hebu sema amen! Hata wewe unataka mwana wa Mungu uwe hivyo hivyo. Ninapoongea hapa na kuambukiza roho ambayo itakuwa ujasiri, fedha haitapotea mikononi mwako yes. Kwa jina la Yesu, hebu sema amen! Hapa inabidi tujifunze, tunaanza kuona aha, kumbe ukicheza unakufa maskini, ukicheza Unakuwa maskini na una Mungu. Mshike mkono na mwambie unakuwa maskini kabisa. Mshike kabisa mkono, mwambie pa pe pe fo fo. Jamani, huyu tajiri alisema tumwachie labda kizu, tumwachie mama apumzike. Usika mara ya kwanza. Akae siku tatu kwanza, akae siku nne kwanza, tumsibilie msiba uishe. Akasema ninazo ni hela, ila ninachotaka, nataka mnipe hata wafadhili zake wanifanyie kazi. Biblia inasema maombi ya mwenye haki yafaa sana, unapoomba kwa bidii. Nikwambie, maombi yanafaa sana unapoomba kwa bidii, lakini unapozifuata kanuni za fedha ambazo zipo kikawaida, wacheni wako hivi huwa wanakuwa wana madhabahu zao, hizo madhabahu ni kwa ajili yani zimejengwa, wanapeleka zaka. Ndugu, niangalie usoni, hebu sema amen. Amen. Wanapeleka zaka kwenye madhabahu, wacha, wanapeleka zaka kwenye madhabahu. Anachukua sadaka zaka, anaichukua, anapeleka kwenye madhabahu, hata kama iwe ni milioni kumi. Hakuna jaribu kubwa kama ambalo huwa tunalipata watu wa Mungu kutoa kutoa zaka. Ukipata mchawi akipata milioni 10 kutoa zaka, zaka yake sio jambo la kusumbuana, ila kukopesha fedha kutalipa tu. Yani kanuni zao mazabau zao hazirusu tu kuachia fedha akiolela, ila anaachia fedha kutokana na maelekezo ya madhabau. Ajionaye anachukua fedha ile, anaipeleka, ni milioni kumi, anatoa milioni moja

Hivi unaweza nizania nzuri kabisa kumuinua mtu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama serikali ina nia kweli ya kusaidia mama kwa sababu nani? Bibi Rusi. Serikali ina nia kumsaidia nani? Bibi Rusi. Inasema nataka nimsaidie Bibi Rusi awe aweza kupata kipato chake. Kwa nini impe jembe akalime? Kwa nini akienda kwa Bibi Rusi akasema nikomae kwa jembe na kulima barabara. Nitengeneze. Nifanye hivi, kwa hiyo fedha haipati. Anaipata ila ni fedha inapita kwenye manunuzi, inagombewa. Ukishika ni kududuma, yani kile, yani, kipindi ambacho fedha ya tasa kunakaribia kufika ni kipindi ambacho huna hela tena, ndicho ambapo unaichukua ina manunuzi na unaichukua na inapitiliza, ina maana hakuna mtu Mimi naweza. Mimi naweza. Haina maana wameandikiwa wanaume. Hatuna ile kuandikiwa wanaume. Wameandikiwa wanaume tu peke yao ndio wafanikiwe. Wameandikiwa vijana peke yao ndio wafanikiwe. Tunahitaji Mungu wenye fedha kanisani kwa jina la Yesu. Tena mimi na naomba sana Mungu ainue vipato ya vijana na mama waliopo kanisani hapa, ili Mungu atukuze. Hebu sema amen. Kiwa na fedha, wewe ndo lango la watu wengine kwenda, limefunga tu hivi. Unajua, kuna mtu lango lake linapofunguka, anainua na vijana wengine wanapata miango wa kupenya pale pale, Steve.